And they will never support anybody who is not from the mountain. That decision has been made. President Uhuru Kenyatta cannot change it. Kuna mtu amedanganya Gachagua muda mrefu ya kwamba Gachagua anaweza kuwa president wa Kenya. Gachagua kulingana na katiba wa taifa la Kenya, kama umeshatimuliwa kwa ofisi umetimuliwa. Aidha Hungoje miaka kumi yenye pia bado mimi najaribu kutafuta hiyo kipengele ambayo inasumuusa, kitu kama hii haipo. Katiba inasema kwamba ukikuwa impeach, umekuwa impeach na imefanyika done, therefore Gachagua yuko mbio kujipanga namna ataingia kwenye ikulu kwa njia ipi? Gachagua moja alikuwa KTN akisema ya kwamba wao kama Wakikuyu hawawezi chagua kabila mwingine, then tunauliza, ni nani aliyetuma Gachagua kusema ya kwamba sisi hatuwezi chagua kabila nyingine kama jamii huru? Kenyatta awezi badilisha sijui Jubilee na nini. Nataka kuambia Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ndugu yangu, umekuwa impeached. Sahau kuhold public office. Secondly huyo loya ndegwa amekuwa kila mara akidanganya Gachagua ya kwamba bado unaweza simama, bado unaweza kuwa rais. Ndugu yangu nataka kuambia Gachagua, huyo loya anachukua pesa kwako, kwa manufaa yako, kublackmail kama Geoffrey Gachagua. Huwezi kukuwa hungry na power wakati mtu wewe mwenyewe ulioleta kama rais, William Ruto anatudhulumu Then, unaexpect hata sisi sasa tukae chini, Gachagua tuambie left. Tunaenda left. We cannot allow you Mheshimiwa Geoffrey Gachagua. Mimi sina chuki na Gachagua but Gachagua anafaa kujiuliza, kwa nini wakenya wanaumia, kwa nini wakenya wanasema one time? Tunasema one time kwa sababu Gachagua akusikia alikana ama alikaidi usemi ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta bigai therefore, nataka niulize wakenya Hebu pigeni hesabu: kwa nini William Ruto alimpeach Gachagua na kwa nini wabunge wa Mlima Kenya hawako simama na Gachagua? Ujiulize maswali, kisha urudi kuulize Gachagua, kwa nini wabunge kutoka Mlima Kenya wako, wabunge wangapi constituency ambao wako Mlima Kenya wako wangapi? Wengi sana. na kwa nini wabunge watano ndio walikuwa wamesimama na Gachagua, hawa wengine wote wakamtoroka? Ujiulize maswali. Mimi si mtu wa ukabila, but yule mtu aliyevunja dhana ya ukabila ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Mimi nikisimama naye, sababu vitu ambayo Uhuru alifanya chini ya uongozi wa chama cha Jubilee, chini ya uongozi wa chama cha TNA Uhuru Kenyatta Migai Uhuru Kenyatta alivunja uhusiano mbaya kati ya maskari na wananchi. Uhuru Kenyatta ndio rais wa kwanza kuongeza elfu tisa kwa watoto wa secondary day school ikafika 22000. Uhuru Kenyatta mwana wa Kenyatta, Uhuru Kenyatta rais wa Kenya, kiongozi wa chama cha Jubilee. So ukiangalia namna na Gachagua anakimbizana Uhuru Kenyatta, unajiuliza Gachagua na Uhuru Kenyatta ni nani anaweza sikizwa? ni nani anaweza kubalika? na ni nani anaweza kusawishi wengine kwa upande wa upinzani kumfuata? Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hajawahi simama public. Najua kabila hipo but hajawahi sikia Uhuru Kenyatta akisimama akasema sisi kama Wakikuyu hatutachagua Mjaluo. Sisi kama Wakikuyu hatutachagua Wakamba. Uhuru Kenyatta ndio rais kusimama kusema ya kwamba mimi sitaki urais ambaye nasunguka kwa wakikuyu na kusunguka kwa Wakalenjin. Uhuru Kenyatta aliyekuwa mstari wa mbele kutokana Uhuru Kenyatta ama kumkejeli Gachagua Geoffrey, William Samoei Arap Ruto, people like Kemani Chungwa echungwa walikuwa mstari wa mbele kukana na kukaidi Uhuru Kenyatta na kudhalilisha Uhuru Kenyatta, na Kenyatta. Nataka kuambia mheshimiwa Rigathi Gachagua mimi sina chuki na wewe. Huwezi kupata nikisimama nikitukana, but wewe mwenyewe uliletea shida kubwa. Uhuru Kinyata akiondoka kwenye mamlaka, makademia ilikuwa ni shilingi mia moja kwa pakeji. Serikali ya William Ruto, makademia tumeuza tume, kwa kilo 25 shillings. Leo hii majani chai imetoka kwa 70 shillings kwa pakeji inauswa 23 Pakeji watu wanalia Kiricho, watu wanalia Central. Hebu e jiulize, from 70 pakeji majani chai edi inakuja hadi 36, maeneo jingine inakuja 23, then unafikira kwamba kwa Kenya sasa ni wajenga sana. Uhuru Kenyatta akiondoka kwa mamlaka Bonus ya chai ilikuwa, leo hii watu wanajuta kwa sababu walichagua Mheshimiwa William Ruto hali yaletwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Namalizia nikisema hivi. My fellow youth, my fellow Kenyans, tusidanganywe na mtu ambaye hana agenda yake binafsi ya kukuwa rais but haana agenda ya taifa la Kenya. Nitasimama nikisema kwamba Mheshimiwa Geoffrey Gachagua haana agenda na taifa letu. Hakuna mtu aliyetuma Mheshimiwa Geoffrey Gachagua kusema kwamba sisi kama Wakikuyu. Hakuna. So anajaribu kutuambia kwamba tukipata kiongozi Nairobi County tusichague kwa sababu ni Mkikuyu, si hivyo? Na najaribu kutuambia, nataka kuambia jamii ya maeneo ya magharibi, na jamii ya maeneo ya central, na majamii ya maeneo ya Rift Valley na Nyanza mzima, na pwani la nchi, na maeneo ya northeastern, tusidanganywe na mtu ambako akona jenda yake binafsi. Geoffrey wakashaga haana jenda yetu kama wananchi, ila akona jenda yake binafsi kama Geoffrey. Mimi ninasema sina chuki na Geoffrey Gachagua, but Gachagua hatupendi, hapendi wa Kikuyu, hapendi wa Kenya. Anataka kutumia hii sympathy ya kutolewa kwa ofisi, anataka kutumia hii mbinu ambayo watu, kila mtu analia biashara yake imesambaratika, kudanganya jamii ya kwamba mimi ninawapigania. Nataka niulize ni nini Gachagua alipigania wa Kikuyu wakati alikuwa kwa serikali? na kando na ni ni nini nini benefit wakikuyu? ni nini wani benefit kando na wakikuyu? ni nini Gachagua walipigania akapeleka? Luo Nyanza, huru kanyakata huru kinyata, kibuye market huru kinyata, mejenga huru kinyata, aero huru kinyata, huru kinyata, huru kinyata busia kule boda market huru kinyata, soko modern market huru kinyata, mejenga huru kinyata, huru kinyata Siaya County, Uhuru Kenyatta ameweka 1.6 billion Nyangweso, hakala iyo ni barabara. Uhuru Kenyatta amewekea 1.6 billion. Uhuru Kenyatta, Siaya bondo, water supply, 2.4 billion Uhuru Kenyatta. So nikisungumusa about Uhuru Kenyatta ni yeda, hata Mombasa dongo kundu bado nitapata ya kwamba ile dongukundu bypass ukielekea Ukunda aliyejenga na Uhuru Kinyata. So wakati mtu anamkejeli Uhuru Kinyata ya kwamba awezi badilisha bana, Uhuru Kinyata akona influence. Ninarudia, Uhuru Kinyata akona influence. Wacha Central, Uhuru Kinyata Gachagua atastuka ile siku mheshimiwa Uhuru Kinyata atapanda juu ya gari akisungumuzia wana akisungumuza na wananchi, twende Omabe Mbeta Bridge aliyejenga aliyejenga Uhuru Kenyatta, twende Omabe Rangwe constituency, hizo barabara zote imepigwa lami kwa tisi Uhuru Kenyatta Oyugis, twende Kisii. Ndugu zangu politics is about common mwananchi, politics is not about mi mi mi alon Gachagua lazima juu ya kwamba siasa wa Kenya wamejenjaruka hawezi jilinganisha na Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta ni ndofu.